Hello mambo, karibuni sana kwa channel yangu. Kama wewe ni mgeni hapa, karibu sana. Naitwa Mage, na huwa anapost video zangu hapa. Leo tupike mini cupcake kwa unga wa kawaida, na ninamaanisha sio unga maalumu kwa keki. Mahitaji yetu ya leo ni sukari, laza vanilla brobent, unga baking powder na mayai. Mnikanami mpaka mwisho. Kwenye bakuli langu nitaanza kwa kuweka sukari. Sukari hii ni kiasi, sio nyingi wala sio ndogo, kwa unga ambao nitautumia. Baada hapa nitaweka Brubent, ambayo ni kampuni ya Prestige. Ni nzuri sana kwenye matumizi ya keki. Hapa unaweza kuchanganya kwanza Brubent pamoja na sukari kwa kutumia kijiko chako, utazungusha kuelekea upande mmoja, lakini mimi naenda kuongeza na mayai, nitaweka mayai yangu yote hapa. Kisha baada ya kuweka haya mayai yote, utaanza kukoroga, ambapo utakoroga kuelekea upande mmoja kama unavyoona, kama mimi ninavyofanya hapo. Lakini mimi nimeona hii njia ni ndefu sana, nitatumia njia fupi ambayo nitatumia blender nitamimina kwenye blender langu kama hivi na kisha nitaliwasha. mpaka hapo, mchanganyiko uko tayari, kwa hiyo nitaumimina kwenye bakuli. Na unapoweka kwenye blender, unaweza ukaweka vanila, ukaweka maziwa kama unatumia maziwa au, au kama unatumia maji, vyote unaweza kuweka kwa pamoja, vikajichanganya vizuri kabisa. Mimi vimeshajichanganya vizuri hapo. Nilikuwa sina maziwa, ninaweka maji, naongeza maji yangu kama hivyo. Baada ya hapa ndaanza kuweka unga. Kama nilivyosema unga huu ni wa kawaida, ule unaouzwa elfu mbili kilo, lakini unga wa kupikia keki unauzwa elfu tatu mia tano kutegemea na eneo, kwa kilo ambapo unapatikana sana sana kwenye bakery, bakery au yale maduka yanayouza vifaa vya keki pale unaweza kupata hayo mahitaji yote. Kwa hiyo mimi nimeona hapo mchanganyiko ni mzito kiasi, unavutika. Kwa hiyo naongeza maji kiasi, ili upate kuwa mwepesi, maana ukiwa mzito sana unakosa mzuri sana kwenye keki. Nimeona kama hapo unavyozungusha mchanganyiko wangu ulivo ni mlaini sana mwepesi sana, yani unavutika, ukiunyanyuwa mpaka juu hivi unavutika, kuanzia chini mpaka juu haukatiki. Ndicho nitakacho nilichokipenda na, na ni mzuri. Kwa hiyo hapo nimeongeza baking powder na nikachanganya vizuri, tayari kwenye kuweka kwenye baking tray yangu ambayo inatumia hiyo ambapo watoto wataenjoy hivi vikeke vi, vidogo vidogo vitamu vizuri. Kwa hiyo hapo nimeshaviweka vizuri kabisa na nitaweka kwenye oven basi. Na hapa zipo tayari kwenye oven, moto ni ule ule wa kawaida. Na hapa kama unavyoziona zinaendelea kupikika. Na hapa ziko tayari zimepikika vizuri kwa moto wa nyuzi joto mia themanini moto wa juu na mia themanini moto wa chini, na kwa sababu ni unga wa kawaida. Ungekuwa unga wa keki ningepunguza moto. Na hapa nina sevu hii zinazoweka kwenye kontene langu la kwanza, ni kwa ajili ya wanangu wakitoka shule, kwa hiyo wataenjoi hapo. Na hili container la pili ni kwa ajili yangu mwenyewe inapokuwa kwenye miangiko yangu kwenye shughuli zangu huko, basi na mimi mambo yatakuwa sio mabaya, na hizi nazobaki nitazihifadhi kwenye hili bakuli na zitakuwa kwa ajili ya matumizi mengine ya baadaye. Basi mpaka hapa, nawapenda sana vikeki. hivi ni vizuri sana, ni vitamu sana, unaweza kuvitumia wakati wowote wa sherehe, wa sikukuu, hivyo vitamu na vizuri sana na keki zetu ni hizi hapa. Umeziona ni laini, zimechambuka na ni nzuri sana nitawaletea video zingine pishi kama hivi vi, lakini kwa unga maalumu wa keki, utaona matokeo mengine tofauti kabisa. Mpaka wakati mwingine, nawapenda sana. Bye.